Kila mmoja akaonyesha kiwango chake kwa ubora na na akawa tayari kushirikiana na wenzake. Mimi naamini wataweza kushinda a oa mimi naamini hata wao wao h kalii kwa sababu ni watu wa waku jambo zuri, na sasa hivi ni jambo la kitaifa, sababu sisi hatuna timu tena, na timu moja tulishapoteza mapema Azam na Mkidi Azam alivyotolewa ia, alafu baadaye kwenye champion league, ukiangalia kwenye hatua hii ya robo fainali tumefanikiwa kuwaigia Simba, Simba ambao wakibaki robo fainali hakuna kitu wanaweza kufanya. Simba ambao tunatarajia waende nusu fainali ili kuendelea kuibeba Tanzania vizuri kabisa. Nafikiri kualika mashiria wa mkoa, kualika watu wauajijambo zuri, na leo inaonyesha kabisa kwamba hili jambo lim kwa uzito, lakini imeona pia wamewalika rais mwenyewe manyee kazua mji Unaona ni ile watu nafikiri wanakuwa wanakosa pia kuzungumza na wanatamani kuzungumza au wanasikia raha kuzungumza au na wangependa kuzungumza ili waonekane. Lakini kwa sababu Kalia ni kiongozi wa shirikisho la soka Tanzania. Sasa hivi timu yake iliyo katika michuano ya kimataifa ni moja Simba. Anapaswa kuiunga mkono sana kwa kila hali. Na Kalia kwenda kwenye mechi za Simba, kwenda kwenye timu yake, njapo kwenda mara nyingi. Kwani Yanga hawajawahi kumwalika. Na kama Yanga hawajawahi kumwalika, kwani kuna ubaya Simba, Simba, Simba kumwalika. Kwani lazima Simba wa mwaliki wa Yanga wa mwaliki ndio na Simba wa kwatu, ni jambo la kawaida, na nafikiri hata wale watu, watu wa Yanga ambao watu wa mpira walikuwa wanaona hiki kinachojadiliwa ni kitu kikubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa fikiri hiyo tungeacha tuka focus, kwa sababu timu yetu inapaswa kuingia katika mafua ina upatia mimi. Naamini hata wale Yanga wanaopenda mpira kwa nifurahia pia kuiona Simba inafanya vizuri zaidi, kwa sababu hiki ndio kipindi ambacho tunaweza kuendelea kuweka Simba kwenye ramani ya mpira kupitia timu yetu imoje Jembe tu tu tu kwa experience yako. Tumeona Simba ametangaza kwa hadharani. Kwa hiyo tutakitia mkono mchi yao kuja na Masri watampeleka chini. Unaamini kuna mimi kuna kuna namna yote timu kutokea ndani inaweza kutia mkono kwenye mchezo Simba. Kwanza mimi nataka nikuuliza unapoongelea Simba tunatia mkono maliz nikapelekwa chini

kwanza ukianza watu Yanga kuwapangia Simba au Yanga kupoteza muda na ni mambo ya hovyo kabisa, ya wazia ukisikia. Kwa hiyo uh, kama wamegoma sisi wao wao, mimi na na na wewe basi, kwa kwa pia wamegoa wao

kutegemea labda ni kiongozi au mashabiki sometimes wanakukusha, lakini ndo vile leo umeona hali mkanda ni gani. Kwa ni vizuri tu sana kuishi, ni mambo, kuna namna ya kuongea na kila mtu, kuna namna. Mfano hali atakutana na mimi, mfano sidhani kama ataongea na mimi kama anaongea na wewe yani, kwa sababu atakuwa anajua anaongea na kaka yake. Kwa hiyo ni ni jambo zuri, wakati mwingine kumheshimu mtu unapomwona kwenye nafasi special, kwa mkoa, mkoa mteule wa rais wetu, mwakilishi wa watu wengi wa mkoa kwa kuna namna pia kuongea naye, usiongea naye kama unaongea. Kuna watu wengine wanapiga umasema, na ninaamini watu bora zaidi huwa wanaimarika baada ya kukosea. Kukosea kwa hali mimi naamini kutafanya awe bora zaidi, kwa hiyo atakuwa amejifunza jambo, na mimi tutarajia, naamini kumwona hali yake bora zaidi alipo. Kwa mashabiki wasema, kuelekea mchezo wao muhimu sana kwenda kwa wingi, hauwezi kwa unasema tumeshatoka toka, si tumesha fanyaje kutoka kwenye vita, mnaungana kama kweli nyinyi mna kuona kuna vita, mkaenda kukutana, hata kama mkijua, kwa sababu umetoka wote. Sababu wakati mwingine Simba imewagusha wote, kwao ni vizuri wakajitokeza kwa wingi kwenda kushangilia. Lakini hapo hapo nilikuwa nataka na niongeze kitu, mashabiki wa Al Masry ndio mashabiki wa ovyo zaidi, ni mashabiki ambao wanaadhabu, mashabiki ambao wameshawahi kama kutoka historia, wao watu 74 kule polisi mmoja kwenye uwanja wao pale eh, kwa saa hii hasa jambo la ovyo limetokea kwenye mpira wetu na waliofanya ni mashabiki wa Almasri. Na kama unakumbuka, kiungo nyota wa zamani wa Ahali pamoja na timu ya taifa ya Misri, Mohamed Aboutrika, ambaye mimi ndio mchezaji wangu bora zaidi wa Misri kwa mara zote, alitangaza kustafu soka siku hiyo hiyo. Lakini hata kocha wake naye alitangaza kustafu soka siku hiyo hiyo kwa sababu waliwaona mashabiki wa Almasri wakiwachoma visu mashabiki e, wa Al Ahly ambao walijitahidi kukimbilia wakaingia kwenye viungo kwao, wakawachoma visu wale, wakiona wanawaua kwa wale waliuawa, wakiona wakaamua kustaafu soka. So, uh, natoa onyo kwa watu ambao watakuwa wanahusika na ulinzi wa uwanjani kuwakagua sana mashabiki wa Al Masry, kufanya ulinzi ambao ni bora zaidi, kwa sababu ni mashabiki wa hovyo, ni mashabiki wasiofaa, ni mashabiki ambao wana rekodi mbovu kwenye mpira ni vizuri kutowachukulia hizi hizi, ni vizuri kutoona kama kitu cha kawaida, wawalinde, wawachukulie. Lakini pia niwaambie mashabiki wa Simba, tayari timu yao ishakuwa kupata bandi, ndio kutokana ule ugomvi tokana na kile mashabiki wa Marco Constantino. Kwa ni vizuri hiyo, ni vizuri kuwaepuka hawa, na ikiwezekana kuachia watu usalama waweze kuwasimamia vizuri hawa watu, badala ya wao kuingilia. Si kwamba tu wanaogopa, kwa sababu kwenye vita hawezi kujua nani na kitatokea, hata wao wanaweza kuumizwa wao as lakini, ni vizuri kufanya vurugu zilizoketa na uwanja wa Mkapa, kwa sababu tayari Simba wameshangatwa na nyoka. Ni vizuri wakaogopa kila kitu ikiwemo haji. Asante.